Hilo ndilo ombi letu. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Tunapoketi, tuwezeshe kumaliza mwendo tukiwa na nguvu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Tumpigie Bwana makofi. Ah, si hata Christ mtu apigie makofi, ah, si makofi. Ah, habari ya asubuhi. Ah, mwaka umekuwa aje? Uh, how has been the year? It has been very fine eh? ah, thank you so much, Evans, for that uh, confirmation that it has been very fine. The screen is refusing to give me what I need but it's okay. Ni gumu kukubali ya kwamba mwaka umeisha It's very hard. Ya kwamba we have only one month, tuweke 2025 katika kaburi la sahau. Nilipokuwa nikifikiria na nikimwomba Mungu ni lipi ambalo ungependa kunena nasi mwezi huu wa kumi na moja Bwana alinipea mada kuvunja vikwazo vya kumaliza imara. Breaking the barriers to finish strong. Why? Kwa nini? Kati yetu tulianza mwaka vizuri. Tulikuwa na matumaini na maono ya kwamba huu ni mwaka wetu. Kwa wengine wetu ni mwaka wa kutoka katika hali moja kwenda katika hali ingine. Na tunapofika kilele cha mwaka kuna wale ambao maybe 2025 they have added it to their worst years mwaka uliokuwa mbaya sana kuna wengine well it has been an average year can't complain a lot yes i can't also be grateful a lot pia kuna wale ambao wa wow, hii imekuwa ni mwaka wangu. So ukiangalia maisha yako you might fall into either of the three categories, na kuna wale ambao tunauliza huu mwaka utaisha lini, because we have had challenges Left light but Ligandres, ya pahali ambapo uko Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa tisa anafananisha maisha ya Mkristo kama mkibiaji. Anathreti. Na kwa wale ambao tulikuwa tunakimbia tukiwa shule, hasa wale ambao tulikuwa tunakimbia mbio ndefu, sio zile short zile, mbio ndefu, hakuna wakati ambapo unakuanga mgumu kwa mkimbiaji kama wakati kipenga kinapulizwa na unaambiwa ya kwamba umebakisha rap mbili au rap moja. Kwa wengi wale ambao wanajua na wako na siri ya kukimbia, wanaposikia kipenga, kuna ile nguvu wengi wanakuwa wamejiwekea, na yule ambaye anashinda katika hizo mbio ni yule ambaye raps mbili za mwisho anazikimbia kwa style. Ukishindwa unaonanga kwa nini? Unapoenda kama ni 10000 meters, wakati ambapo umetembea 8000, ukibakisha tu 2000. Nguvu ya mwili inakuwa imeisha, ni kweli, unahema. Kuna wale ambao wanakuwa wameanguka, wameumia. Kuna wale ambao wanaangalia wale ambao wako mbele, mtu anakufa moyo, unajiuliza, sasa, kama nambari moja ndiye yule yako pale, mimi kwa nini nijitie nguvu katika hii mbio, unakufa moyo. Lakini kuna yule ambaye anajua hii ndio nafasi yangu, na anachomoka, na mwishowe huyu anapata ushindi. Tunapoangalia kuvunja vikwazo, ni nini ambacho kinatuzuia kumaliza na ile nguvu ambayo tulianza nayo mwezi wa Januari. Mwezi wa Januari ulipokuwa na shamla na shamla nyingi, zile nguvu ambazo ulikuwa nazo, ile imani uliyokuwa nayo, yale matumaini uliyokuwa nayo makubwa, kumbuka wakati ulikuwa unayaandika. Yale mambo ulikuwa unamtarajia Bwana atatanda mwaka huu, ile nguvu ulikuwa nayo, ile faith, imani ulikuwa nayo katika Biblia. Kuna watu aina tatu, na ningetaka ujiulize wewe uko namna na gani? Kuna wale ambao walianza mbio but hawakumaliza. Mwangalie Samson mwangalie Saul walianza hawakumaliza. Kuna wale ambao wali, alimaliza wakiwa wanachechemea, they finished but they were limping. Walikimbia rapsi za kwanza vizuri, lakini katikati wengi wakachukua shortcut, wengi wakakufa moyo wengi wakajiuliza ni kwa nini hawakumali. Walimaliza lakini walimaliza wakichechemea. Mwambie mwangalie kama Eli, Eli. Mwangalie Gideon, mwangalie Solomon. Hata ingawa walimaliza, walimaliza wakiwa na maumivu, wakiwa wameumia. Lakini pia kuna wale ambao walimaliza imara. Mwangalie Abrahamu, mwangalie Musa, mwangalie Daudi, mwangalie Paul. Hata ingawa mbio zilikuwa ngumu, Abrahamu anaahidiwa atapewa mtoto, hata wakati amefikisha umri wa miaka sabini, huyu mtoto hajapatikana. Ibrahimu kasimama imara. Mwangalie Musa, mwangalie Daudi, mwangalie Paulo. Paulo katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa nne na mstari wa saba hii vazi huwa inakuotiwa na watu wengi hasa wakati wa mazishi na inakuwa ni sentence ambayo inawekwa katika program za mazishi mazishi. Nimepiga mbio, i have fought the good fight and what next, i have finished the race. Wanafikisha hata gatu wengi wanafikishanga hapo, but there is something else. Paul anasema I have kept the faith, I have fought the good fight. Nimepigana vita, umepigana vita mwaka huu. Kuna wale ambao tumecharazwa na maisha, maisha imetukalia 90, na tumeumia tu, tuko katika restlessing lace, tumegongwa, tumegongwa left light tunaamka tena, tunajitia nguvu, tunagongwa tena pia. Kuna wale ambao katika mbio wametorokea katikati. Ai aa, ulikuwa na maono now they remain just a pipe dream. Ai, Mungu hawezi ai aa, kwani nilikuwa chizi nikiandika hizi What was I thinking? Was I in my, my good mind kufikiria Mungu atafanya haya katika maisha yangu ai, hapana. Kuna wale ambao hata ukiangalia kwa familia yenu, najiuliza aa, hata kwetu hakuna ambaye amefika pahali nilikuwa nafikiria nitafika. So tunafanya nini? Tunashindwa? Kuna wale ambao tutamaliza, lakini imani imepigwa konde Mambo ya imani, imani yako iko na a lot of wood, iko na lot na vidonda. Kuna mahali ulipata shortcut, kuna mahali ulifanya shortcut, kuna mahali imani yako haukuishikilia vizuri, kuna vile ambavyo imani haikutumika. So unamaliza, lakini imani haujaitilia maanani. Nini inatuwezesha kuvunja na kumaliza? katika imara mambo manne. Jambo la kwanza, kama unataka kuvunja vikwazo vya kumaliza imara, ni vyema kugundua ya kwamba, you must recognize that you are in the race. Wewe uko katika mbio, ndugu na danda, zile mbio ambazo tuko kadani yake sio 100 meters, it is marathon. Kwa hivyo, firimbi haijapigwa. Wacha kutokea, wacha kufa moyo. Hata kama filimbi imepulizwa jana wakati ambapo uliona first of Novemba, inakukumbusha ya kwamba uko katika mbio. Wale ambao hawako katika mbio wako katika chumba cha kuhifadhi maiti, lakini yule ambaye ako hai ako katika mbio. Hebu jiambia niko katika I'm still in the, in the race and so Paul, katika kitabu cha Wakorintho akasema, there must be, there is a discipline that as a nathreti you must maintain. Kuna zile nidhamu za mkibiaji lazima uzitimize, nidhamu za mkibiaji lazima uzitimize. Jambo la pili ni vyema kutambua kikwazo chako ni gani. you must identify your barriers. nini hii, nini hiki kikwazo, ni nini hiki kikwazo, ni nini? Kuna wale ambao dhambi ni vikwazo, kuna wale ambao uoga ni kikwazo, kuna wale ambao kujidharau ni kikwazo, kuna wale ambao kuanguka hapo mbeleni. The past failure and the past mistakes they have always been behind before you. Ah, hii biashara nilijaribu, nilijaribu miezi, miaka ni mitano iliyopita, sikufanikiwa katika hii biashara, wacha niachane nayo. You must identify what is your barrier. Kuna wale ambao walikuwa discouraged along the way Ai, unafikiri Mungu anayasikia? Kama angekuwa amesikia, si angesikia kwako? Na kuna wale ambao kikwazo ni kukufa moyo. We lose heart and we almost give up. Ai, hii ndoa aa bahali imefika, wacha tuachane kwa upole, mtu aende kivya kivyake. Hii kazi sidhani nitaenda, nitarudi hapa mwaka ujao. Actually, niko kwa hii kazi kwa sababu niko na watoto ninalea, isipokuwa ni watoto na gharamia na ninalea hii kazi, ningefanya nini? Ningeiacha? You must identify what is your barrier. pia kuna wale ambao ni mindset. Hai. Hai. So we have a mindset. Tuna mtazamo wa kifikila na kimawazo. Hawa ndio Mungu anatendea, mimi niko kwa kata kole ile ya Mungu hafanyi nini. Hawa ndio Mungu anasikia, mimi siko kwa hiyo. Haa, si unaonanga hata vile ananiangalianga? Huyo ndio shida yangu. Unaona vile, unaona ani, unaona vile ananiangalianga hata vile alisema, what is your barrier for you to finish strong, you must identify. So mwezi huu lazima uji, ujiuliza, ujiite kamkutano, by the way, shida yangu inakuanga nini? Ninaanza na mahajam, kama vile wanalika, wanasema ninaanza na mioto lakini napoenda kumalizia, ai hata sitaki watu wajue ninamalizia. Wengine wetu tuna, tuko na aibu. Ukiona yale ambayo yamekufuata na umeyaona, you must ujiite kamkutano, ujiulize, by the way, what what is my problem and what is my problem? Wengine wetu na wengi wetu, wewe ndiye shida yako, you are your problem Sio watu wengine, wewe die shida yako. Wacha kuangalia wengine. Jambo la tatu, ili tunataka kumaliza na nguvu, lazima tuwe na the right gear, yale mavazi yanayostahili. Mwangalia mkibiaji, angalia zile nguo anazozivaa Havaangi kama mimi, havaangi kama Mr. Mwaneki. Hapana, kuna zile nguo, anafanya nini? Angalia ile chakula anakula, angalia vile vinywaji anakunywa, angalia vile ambavyo ana spend masaa yake. Are we dressed to finish strong? umevaria mavazi ambayo yatakuwezesha. Na Paulo akasema ya kwamba tuyavue yale mavazi ambayo yanatuletea shida katika hiki tano tuko ndani yake. Nini hii? pengine wetu, unajua pengine we, wangi wetu mambo ya maombi, kuamka asubuhi ni, niombe Ai kusoma neno woo. Kufunga ati uniambie nifunge niombe, hiyo ni, ni, ni, eh, ya wengine, hiyo sio eh, niacha kuwatch hiki. What is how are you dressed, could be part of the dressings you have worn, are your hydrants to your strength Mkibiaji ako na viatu ambazo zinamwezesha kukimbia, ako na saa ya kuangalia. Actually, jambo moja unastahili kujua, Disemba imefika, miaka yako inafanya nini? Wale ambao tumeajiliwa siku ya kutoka kazi imefanya nini? Imekaribia, you are one year to, closer to your retirement umejiandaa kivipi? Sio tu vile you are one year closer kwenda kwa nani? Lazima ukuwe na saa. Mkibiaji akona mchupa ya maji ya kumtia nguvu, uko na neno la Bwana. Maombi ni chupa yako ya maji. Biblia na neno la Mungu ni chupa yako ya maji. Jambo la nne, it is the mindset of a finisher. Mtazamo, mawazo ya mkibiaji. Wahibrania kumi na mbili mstari wa kwanza na wa pili Paulo kasema ya kwamba wacha tukimbie mbio tukimtazama Yesu. Bwana asifiwe. Yeye yeah, yeah, alifanya nini? Alishinda. Siku ya jana kanisa lilikuwa linasherehekea siku ya watakatifu wote, All Saints Day, which is celebrated on the first of November. Media team please give me the image. And jana walipokuwa tukisherekea, hiyo inatukumbusha Wahibrania kumi na moja ambapo tunasoma ya kwamba tumezungukwa na wingu la mashahidi wale ambao walipigana vita na walipopigana vita wakashinda, na wakawa ni watu ambao wameshinda. Paulo kasema ya kwamba tumtazame Yesu aliyepigana vita, hakushindwa yeye, alishinda. Mimi na wewe tuwashinde, mimi na wewe tumeitwa ili tuwe washindi katika hii mbio. Ni vyema kujiuliza, ninajua ya kwamba mimi ni mkimbiaji? Nimetambua vizuizi vyangu? Nimevaa mavazi yanayostahili? Mtazamo wangu wa maisha ni gani? Ili tunapofika kilele cha mwaka huu tuta inua mikono tuseme ya kwamba sisi ni washindi. Tutainua mikono tukilia kwamba ametenda, ametutendea. Sisi ni zaidi ya ja washindi. Mbio iko mbele yetu, lazima tukimbie, lazima tukimbie na lazima tumalize mwendo. Ndugu na danda wa ushirika wa East African Revival, kuna wimbo mmoja wao wanaimba ya kwamba amidia timu achana nayo kama haileti, achana nayo. Tusafarini, mimi na wewe tusafarini, na katika hii safari ina vikwazo. Lakini ukishindwa safarini, kazi yako yote itakuwa ya bure. Imagine ile kazi yote umefanya, hiyo miaka yote, uambiwe hiyo kazi yote ni ya ya bure. Bwana wapee nguvu ya kuvunja kile kikwazo kinachokuzuia kumaliza